Tuangazie takwimu za Stellenbosch katika uh, michezo ya Kombe Shirikisho ugenini kwa msimu huu ambayo yameweza kucheza, matokeo yao yapoje, uh, na matokeo ambayo yaliweza kuyapata katika michezo ambayo alicheza ugenini kuanzia hatua ya awali mpaka makundi mpaka hatua ya robo fainali. Stellenbosch chini ya kocha Steve Barker uh, wenyewe sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Vita Club uh, lakini pia Stade Malien walikubali kichapo cha mabao mawili kwa sifuri walipata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Lunda Sul, lakini walikubali kichapo cha mabao matano kwa sifuri dhidi ya Berkane, lakini walipata ushindi bao moja kwa sifuri dhidi ya Zamalek, lakini kufuzu kuelekea hatua hii hapa ya nusu fainali, ukitazama wamepata ushindi michezo miwili uh, dhidi ya Zamalek like, bingwa mtetezi wa michuano hii ya Kombe la Shirikisho ambaye tayari ashavuliwa uh, dhidi ya Lundasul bao moja kwa sifuri uh, lakini wamekubali vichapo katika michezo miwili na wamepata sare katika mchezo mmoja dea uh, <coughs> hawana matokeo mazuri sana wakiwa ugenini, dhidi ya Zamalek uh, dhidi ya Lundasul, lakini kote huko wamefungwa na Stade Malien wamefungwa na naRS Berkane mabao matano. Na mchezo dhidi ya Selmalin dhidi ya RS Berkane, Stellenbosch alikuwa uh, hovyo sana moja. Sifa ambayo imekuwa ikizungumzwa uh, sehemu nyingi uh, nimekuwa nikisikia ni uimara wa kujilinda kwa upande wa Stellenbosch, lakini sio timu ambayo ni imara kiasi hicho, sababu hata katika upande wa ligi yao ya ya Afrika Kusini ni timu ambayo pia imeruhusu wavu wake kuguswa mara nyingi katika michezo ishirini na mbili ambayo wameicheza, kwa hiyo bado mchezo pia wakaonyesha kwamba una sehemu wanaweza, ukiwalazimisha kuna sehemu panaweza kuvuja, kwa hiyo hata Simba wanaweza wakachukua. Mchezo wa Sibrikane, wa nyumbani walishinda magoli matano, na waugenini Afrika Kusini walishinda magoli matatu, ikawa kama ni mfano kwa kujua ni wapi ambapo Stellenbosch wanaweza kufungika kiwepesi zaidi.